Kuwashukuru kwa kuona umuhimu wa barabara tukiamini kwamba changamoto nyingi na sisi sasa zitaondoka. Sasa shughuli inakuja lini? Sasa tunalipwa lini? Tunavunja na utaratibu utakaotumika ni upi? Tutawaita wenzetu wa wizara ya ujenzi, watuambie siku gani watakuwa tayari, lakini kwa taarifa nilionayo wale watu ambao wanahusika na nyumba zao kuondolewa tayari wameshajaza fomu za mikataba kwa ajili ya malipo. Ndivyo jamani? Ndivyo nadhani, na hilo litakuwa limefanyika juzi, sawa? ni sawa sawa. Na taarifa njema niliyonayo, fedha zenu zimeshaingia kwenye akaunti ya serikali hapa Pemba na jioni ya leo zinaweza zikaonekana kwenye akaunti zenu. <laughs> nategemea <Nani leo jamani? laughs> na sana jioni ya leo, mimi mhasibu by profession, kwa hiyo wakishaniambia kule najua zimefikia hatua gani. Na kwa kwa hiyo hatua walioniambia, najua kama haikutokea dharura nyingine ya kimfumo au ya kibinadamu, basi jioni ya leo inawezekana kabisa zile fedha zikaonekana kwenye akaunti zenu. Naitoa kauli hii kwa sababu dunia siku hizi ina mambo mengi. Wachora ramani nyingine hizi watu wanakuwa watu wengi atakuja kuanzisha jambo hata halipo. Ukimuuliza wewe umesikia wapi hili? Umeambiwa na nani? Atasema na mimi nilisikia. Sasa mimi nakwambieni leo kama ndugu yenu lakini ndio kama niliopewa dhamana ya usimamizi wa shughuli zote za serikali. Hili jambo linafanywa na serikali. Si ndio jamaa? Na hili ni la kiserikali. Kwa hiyo asije mtu akatoa lugha nyingine zaidi ya hii ambayo mimi naitoa. Hii ndio lugha ya ukweli. Na kama mkipata taarifa nyingine yoyote isiyo kuwa hii, jamani, najua wengi wenu mna namba zangu za simu. Bahati njema mimi nitokea siku nilipomiliki simu sikubadilisha namba. Namba yangu ni ile. Niambieni Tutalizungumza pamoja, tutaelewana pamoja. Kwa hiyo nilitaka nitoe taarifa hii, lakini niendelee kuwashukuru kwa uzalendo mkubwa. Naamini sasa tukimaliza ujenzi wa barabara hii, na niseme wengine wanasema ah, ikishatuwa kifusi ndio basi. Sisi hatujengi barabara yoyote kwa kifusi. Naomba unisikilize vizuri. Kila unapoona tumetia mkono wetu kujenga barabara, ni jambo la muda tu, lakini sisi kwenye utaratibu wetu hatujengi barabara yoyote kwa kifusi. Hii sasa hivi tumezifungua ili watu waanze kupata huduma, lakini tutaweka lami.